Kwa wale wa Dar es Salaam walioweza kuomba uh, nafasi za kusimamia vituo vya kupigia kura katika nafasi za mwad... katika nafasi za wasaidizi wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wa vituo vya kupigia kura pamoja na makarani waongozaji wa vituo vya kupigia kura, majina tayari yameshaanza kutoka ya wale walioitwa katika usaili, na hili hapa ni jimbo la Kigamboni. Jimbo la Kigamboni. Usaili huu utafanyika siku ya tarehe 15, siku ya Jumatano, tarehe 15 mwezi wa 10, 2025, katika ukumbi wa Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, kuanzia saa moja na nusu asubuhi. Muda wa kuanza usaili ni saa moja na nusu asubuhi. Msailiwa atajigaramia kwa gharama zake mwenyewe. Fika ukiona kitambulisho chochote au barua ya utambulisho kutoka ofisi ya serikali za mitaa na majina ni kama jinsi yanavyoonekana katika tangazo hili. Kwa hiyo hakikisha umeweza kuona jina lako na unazingatia tarehe ya kuitwa kwenye usaili. Zingatia tarehe ya kuitwa kwenye usaili, zingatia tarehe ya kuitwa kwenye usaili na siku ya usaili. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza pia kuingia katika channel asiabu i channel hii inajihusisha na masuala ya ajira, elimu pamoja na update mbalimbali mbali kuhusu jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi na mambo mengine mbalimbali kwa unachotakiwa kufanya ni kubonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii. Asanteni na karibuni, tutaonana tena katika video nyingine. PDF hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Jiunge na grupu uweze kupata PDF hii na uweze kuangalia jina lako kama umeitwa katika usaili. Asanteni na karibuni.